Yes, ni aje mwana sawa sawa digito e, siku ya jana nilikupa taarifa kuhusiana na e, swala so zima la Dar es Salaam Young Africans kuweza kugomea mechi, na hii ni mara baada ya e, kesi yao baada ya kuenda CAS kuweza kurudi, then wakawa wamekataliwa kutokana na yale malalamiko ambayo walikuwa wamekwisha kuyapeleka kule, lakini pia e, kwa sasa hivi tunajua kabisa kwamba siku jana ya jana imeweza kutoka taarifa ya TFF, nikimaanisha hapo ndio ambao wameweza kutoa taarifa ya, ku, ya, ya, ya tarehe rasmi kabisa ya Dabi hii kuweza kuchezeka. Ilitakiwa ichezwe eh, tarehe tatu ya mwezi wa, tarehe nane ya mwezi wa tatu mwaka 2025, lakini sasa imeweza kupangwa eh, ni tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka huu 2025. Sasa pamoja ya kuwa kwamba Yanga pia wameweza kukataa wa, kuweza kutoa msimamo wao kwamba hawatocheza tena Dabi, lakini pia ya, eh, Dabi ya Kariakoo katika msimu huu wa 2024 2025 m mchezo ambao unafahamika kwa namba 184 kuu Tanzania TPLB tayari pia imetoa ratiba kuweza kuelekea kumalizika kwa msimu ambapo imeupa ime tarehe ya mchezo huo tarehe 15 mwezi wa sita mwaka 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam saa kumi na moja kamili hey, jioni, mara baada ya kuweza kuahirishwa mnamo Machi 8 ya mwaka 2025. Nakumbuka kuwa kwamba Yanga na Simba pia ni mchezo wao pia wa Machi 8 2025 ulishindwa kufanyika kwa Simba kuweza goma kwa madai ya kufukuzwa mazoezini, lakini siku moja kabla ya mchezo huo, Yanga nao waligomea kuahilisha kwa mechi hiyo eh, kuna, kuna, kuna tofauti story nyingi tofauti tofauti, wakisema kwamba kwa sababu wao wamekataa kuja uwanjani, basi na sisi hatuwezi kuingia, ikisemekana mara baada ya kesi hiyo kuweza kupelekwa, kasi imerudi na kwa sasa hivi majibu yametoka kwamba kesi hiyo inabidi mmalizane wenyewe kwa wenyewe na Yanga wameweza kukataa, lakini pia e, bodi, lakini pia shirikisho limeweza kutoa tarehe. So tarehe 15 ya mwezi wa sita e, mwaka huu 2025 ndipo dabi hiyo itaweza kuchezwa. Je, Yanga pia watakubali au wataendelea kubaki na msimamo wao huo huo huo wa kuto, e, kucheza? Endelea kutufuatilia sisi kama Sawasawa sawa. Ligito habari kiganjani mwako.